Kuanzia tarehe 2 ya tarehe 4 la Juni mwaka 2025 chuo kikuu cha Dar es Salaam kiliandaa warsha ya mafundo na tafakuri katika shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere iliyoko Kibaha. Lengo la washa hii ilikuwa ni kuwafunda viongozi wa ngazi zote kwa tathmini ya 2024 na, na mpaka 2027. Mheshimiwa mkuu wa chuo Napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwako, baraza ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, management ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, watendaji katika vitengo mbalimbali mbali, na jamii nzima ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushiriki kikamilifu katika mafanikio haya niliyoyataja. Kwa namna ya pekee nazishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutunga mkono kwa hali na mali katika utekelezaji wa mipango yetu ya kimkakati, na pia nawapongeza wadau wote wa maendeleo na jamii ya Watanzania kwa mchango wao kupitia kodi na michango mingine. Mheshimiwa mkuu wa chuo, ninayo heshima kuwajulisha Watanzania kupitia hadhara hii kuwa katika duru ya kwanza ya mahafali 55 tutawahudhurisha wahitimu 842 mchanganuo wa hitimu kwa kuzingatia aina ya tuzo na jinsi ni kama nitakavyoutaja: shahada ya heshima ya udaktari moja, shahada ya uzamivu wako sitini na tatu, shahada ya umahili wako 597, shahada ya uzamili wako tisa, shahada ya awali wako 165 na astashahada na stashahada wako nane.